Lakini licha ya kuvaa sare na bosi wao ama kiongozi huyo, rais huyo wa Burkina Faso, viongozi hawa, walinzi hawa, kama unavyowatazama, ni vijana vijana wadogo, lakini wakakamavu kweli kweli, na inavutia kweli kweli lakini kivutio kingine ilikuwa ni suala la bastora zao ambavyo wameziweka katika viuno vyao, na ikumbuke kwamba si mara au ni mara chache sana kuona uh, bunduki ama bastora viunoni zikiwa wazi hivyo katika nchi za watu unapoelekea huko. Lakini Ibrahim Traore kama ilivyo kawaida yake, mara nyingi uh, amekuwa kijihami na matukio mbalimbali ambayo huwa anamkabili na wanyang'ao ambao wanamkabili kwa sababu amekata mirija ya watu wanyonyaji ama mataifa wanyonyaji, hasa mataifa ya magharibi, na ameungana kisawasawa na nchi kadhaa ikiwemo Urusi chini ya Vladimir Putin, ambaye pia ameapa kumlinda kikweli kweli, na ameapa kwamba labda ili afe Ibrahim Traore labda atangulie kufa yeye Vladimir Putin wa Urusi. Na hakika kwa mambo ambayo yanaonekana, ni dhahiri kabisa dhahiri shahiri kwamba bwana Vladimir Putin ameamua kwa dhati kumlinda kijana huyu, rais huyu mnyofu ambaye ni kivutio. Lakini zaidi zaidi, alipokuwa amefika na kukutana na wenyeji wake uh, alisalimiana na rais wa Russia na kuelekea katika nafasi ambayo alipangiwa. Uh, na ikumbuke kwamba si rais pekee huyo ambaye alifika kutoka Afrika. Hapana, alikuwepo pia Mnangagwa kutoka katika nchi ya Zimbabwe, lakini kamera nyingi kimsingi, licha kuwepo viongozi mbalimbali wa kidunia, kamera nyingi zilikuwa zinamwelekezea Ibrahim Traore kwa ajili ya walikuwa wanataka kila hatua anayoifanya watu waone kwamba anafanya nini ama nini kitaendelea katika uh, siku hiyo. Na baada ya hapo wakaenda kuweka maua katika eneo husika na mambo mengine yakaendelea, lakini alikutana pia na rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye pia walizungumza mawili matatu pamoja na kupiga picha.